Kwa utekelezaji wa mapendekezo ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kwa mwaka wa fedha Juni, nikiti, na kwa kwa wa na, ya mdhibiti, na mpua serikali, kwa mwaka wa fedha alioshia. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukaguzi unaofanya na, na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali ni kwa, kwa cha tfnane, cha sheria, wa kifungu cha 34 cha sheria ya ukaguzi wa umma na mwaka 128. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mwaka ja wa fedha 2023/24 na Halmashauri ya Manispaa ya Singida ilipata hati safi ya ukaguzi. Baada ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kuibua hoja na kutoa mapendekezo, Halmashauri itakiwa kuzijibu na kuzitolea ufafanuzi na kueleza mpango mahususi wa kuondokana na hoja hizo ili zisijirudie. Mheshimiwa Mwenyekiti, Halmashauri imeweza kujibu hoja zote na kuziwasilisha kwa mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kwa ajili ya uhakiki. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya zoezi la uhakiki wa, wa majibu ya hoja hizi kufanyika, jumla ya hoja zilizofungwa ni 47. Hoja tano ni za kisera na hoja arobaini na mbili ziko katika hatua mbalimbali za utekelezaji ambapo halmashauri inaendelea na juhudi za kujibu hoja zote zilizobaki ili hatimaye ziweze kufungwa.